na yule mwenye kuhiji na mutamir na kuonyesha faida ndogo inaopatikana katika tofauti ya wanazuoni wa fiqhi, akiwemo alimamu Shafii na wenzake ambao ni alimam Ahmad ibn Hanbal hambal waalimamu Abu Hanifa na alimamu Malik, katika suala la kufanya haraka kufanya ibada ya haji, kipande ambacho ni muhimu katika mazungumzo yaliokuwa yametangulia ni suala linalofungamana na neno lake bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kuwa man kharaja hajan, yeyote yule atakayetoka amekusudia kufanya ibada ya haj famat, akafariki katika njia au akafariki katika ibada ya haj, kutiba lahu ajru lhaj ila yaum lqiama, huyo ataandikiwa thawabu ya mwenye kufanya hija mpaka mwisho wa kusimama qiama wa man kharaja ghaziyan, na yule ambaye kwamba atakayetoka ghaziyan, ni mwenye kuandaa vita vya kwenda kupigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fama ta kutiba lahu ajra alghazi ila yawm alqiyama, huyo pia vile vile ataandikiwa ni mtetezi mpaka siku yani ya kiyama. Yaani ametoka yeye ni mtetezi wa kutetea umma na Uislamu na dini, akafariki katika safari yake ile basi na yeye vile vile ataandikiwa thawabu kama hiyo. Wa man kharaja mu'tamiran, na yule atakayetoka nyumbani kwake ni mwenye kufanya umra famata, akafariki na yeye barabarani au katika wakati wa kufanya umra, kutiba lahu ajru lmu'tamiri ila youm alqiyama, na huyu vile vile ataandikiwa ujira na malipo ya mwenye kufanya umra mpaka siku ya kiyama. Huu ndio utukufu na ubora unaopatikana kwa yule mwenye kufanya ibada ya haj au umra. Kwa hivyo ni fadla kubwa sana ambayo mwanadamu hafai kuachana nayo, mwanadamu hafai kupuuza, mwanadamu hafai kuiwacha, bali kuiwacha. Ikiwa umewacha ibada ya haji baada ya istitaa, kama tulivyozungumza katika hadithi na vipindi vilivyotangulia, Mtume anasema huyu tunamhofia, na hofu yetu kubwa ni kuwa anaweza kufa katika mila ambayo si ya Kiislamu. Imma ay, ay, anyamuta nasrania au yahudiyan, imma aondoke katika huu ulimwengu na mila ya kiyahudi ama ya kinasara. Swali linalojitokeza hapa, ikiwa huu ndio utukufu wa ibada ya haji na huu ni ubora wa Makka na ubora wa masjidul haram na ubora wa umra

Kuwa ibada ya haji ni faradhi. Ikiwa huu ndio ubora ambao tumeuona katika mazungumzo tuliyoeleza pale awali, suali linalojitokeza ni muda gani ambao mwanadamu anafaa kutekeleza ibada ya haji? Kwa sababu liman istataa ilaihi sabila, kwa yule mwenye atakaokuwa na uwezo huu. Ni uwezo upi unaozungumzwa? Je, ni uwezo wa fedha? Tutakuja kueleza baadaye. Je, ni uwezo wa, wa kimwili? Je, ni uwezo wa wakati pia vile vile? Ala sabil mithal, mimi bana kesho, uh, kisimamo cha haji kinaanza tangu hapo mwanzo. Nilikuwa sina uwezo wa fedha, nikaweza kuwa na uwezo wa fedha, lakini haiwezekani mimi kukata masafa kuelekea katika ibada ya haji Je, ni mtu gani anayetakikana kutekeleza ibada ya haji? Je, wakati ule nafaa na kwenda katika namna gani? au pengine njia nitakaoitumia mimi, ala sabil mithal, hakuna amani, pengine anga haiko sawa, au pengine safari ya kunitoa hatua mpaka hatua kwenda kuchukua ndege, safari za kisasa haiko salama, kwaweza kunipata mimi na hali yoyote ile, ni, ni, ni, ni, ni jambo lipi ambalo linatakikana kufanyika kama wanazuoni wanavyozungumza. Hapa nitaeleza suala moja la faida, na haya mengine mengi tutakuja kuelewa katika masomo yetu, katika mtiririko wa mafunzo yetu, katika darasa na kipindi hichi. Hakika alfauria, yani wewe unapokusanya zile istitaa zote, tutakuja kuzieleza istitaa, uwezo ni upi unaozungumzwa na sheria, yule atakayemiliki ule uwezo wanazuoni wamegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza wanasema ala alfaur, wewe unapofikisha istitaa ya ibada ya hajj pale pale unatekana usimamisha ibada yako ya hajj. Na wanaozungumza katika maoni haya ni alimamu abu Hanifa, walimamu Malik, walimamu ahmad ibnu Hanbal, wanazuoni watatu wamadhhabi ahli sunnati waljamaa wanaona lazima utekeleze ibada ya haji ama umra, zamani unapoweza uwezo wa kuweza kutekeleza istitaa zote ambazo kama utakuja kuzieleza. Ama alimamu Shafii ambaye ametofautiana na wenzake, asema ala tarahi, unaweza ukachelewesha hata kimaksudi, bora kupatikane azima, kupatikane azima, ama nia ya kuwa mimi ninaweza kutekeleza suala kama hili na matofauti zinapatikana kulingana na ibada yenyewe ya haji. Wanazungumza wanazuoni, nikisoma nasi za wao, waqala al-a'imma al-thalatha al alhaju al ala lfawr. Wanazuoni watatu wamezungumza, ni lazima utekeleze moja kwa moja pale unapokuwa na uwezo. Ai hey, yajibu fawran inda wujudi listitaa wala, wala yajuzu tajiluhu bada wujudi al-istita'a. Hawa wanazuoni watatu wanasema ni lazima utekeleze ibada ya haji unapokuwa na uwezo ule mara moja, na haifai kuchelewesha ibada ya haji ikiwa una, una uwezo. Na hili linaonyesha kuwa utapata madhambi ikiwa utachelewesha, ni kama kuswali sala kwa wakati ambao ni wa haramu, yani umechelewesha ile ibada yako ya sala. Walhaju furidha sanata sittin inda akthari ulama, hapa ndipo mahali ukitizama utakuja kuona maoni ya al-Imamu Shafi'i na sababu ya kutofautiana na, na wenzake katika suala hili kuwa ibada ya haji imefaradhiwa katika mwaka wa sita wa Dhulhijja, mwaka wa, wa, wa, wa, wa sita wa hijria. Wanazuoni wengi wanalizungumza hizi, na katika hizo safari bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alimtuma sayyiduna Abu Bakar katika mwaka wa tisa fa hajja bin nas, akafanya haji

wengi wakatoka katika baada ya kutekeleza ibada na wengi pia wakabaki, unaona. Uh, akaja bwana tu Muhammad, wakahiji pamoja nao. Kwa hivyo hapa ndipo mahala walipoona madhhabu ya Imam Shafii eh, kuwa ibada ya haji unaweza kuichelewesha, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujaalia sote, ingawa kutekeleza kwa haraka ni bora. Kutekeleza kwa haraka ni bora ikiwa mtu ataogopa, mimi nikichelewesha, mwaka ujao uwezo niliokuwa nao sitaweza kutekeleza au pengine mtu anajiona ana ugonjwa, na pengine hapo huo ugonjwa utazidi katika mwaka ujao, utamsababishia kutotembea na kutekeleza ibada, anatekana afanya alal alal faur. Mtu ameona na mali atapoteza, mali atapoteza ile mali, au pengine atashughulika katika shughuli nyingine, atekeleze alal alal faur. Waila katika madhhabi ya Al-Imam Shafi'i kumepatikana wajhi ambao unaweza kuchelewesha, lakini kupatikana azima. Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yahujjuna baitallahi alharam